Habari gani msikilizaji na mtazamaji wa Mastaz TV, pale popote ulipoendelea kuwa nasi mwanzo hadi mwisho kwenye kipindi hichi, ambacho nipo sehemu ya wana sana. Kwa hiyo usiwaze, yani kuna challenge fulani hivi nataka niishi na wana ili tusikie tu maoni yao jinsi watakavyojibu. Ila ni kuambia kitu kimoja, usisahau kusubscribe, kulike na comment, na yule wa kwanza kupata habari zetu kutoka Mastaz TV. Bwana, tuende kwa masela huko bwana.

Kuna maoji oji. Ma, kirefu cha oji ni nini? Originali. Original. Original. Mm. Okay. Sasa, Mr. Sule Oji, vipi ushawahi kuimba hadharani eh? nimeshawahi kuimba. Mm. -hmm. Sasa watu walikuchukuliaje ukiona uimba imba hadharani? Asema ah, walichukua kama vile chizi fresh, lakini mimi mwenyewe najua kwa sababu gani naimba. sababu gani naimba mm. Ulikuwa unaimba imbo gani? ulikuwa wadikirili ule anakuwa diki mishi zinaenda mm. Sio mapenzi, ni wenyewe mapenzi. Ah, imba ah, imba tusikie, imba tusikie, tushaachwa kwa kishenzi tayari, tayari. Hapo salama, kaka, uko poa? Niko poa, zinaenda, zinaenda. Naona mwana ama, mwana, naona ndevu zishakuwa nyingi mwana. Yani ni hatari. Kulikuwa hicheni, hicheni mwana, shilingi ngapi? Hicheni, kusema kweli, mechukua tu laki tatu. Hicheni wewe mwenyewe unaona kabisa, ina kutu t-shirt, t-shirt yenyewe hii kabisa imechukua elfu ishirini. Saanayo, Chai, saa nayo yeah, mwana saa hii ni laki tatu yeah. Ni umejipata mwanangu. Yeah, na nimejipata sasa. mimi yani kazi yangu ni modo hapa kambini Nyarugusu, e, kazi yangu ni fashion modo hapa nyumbani kambini. Huwa modo unalipa hapa kambini, modo unalipa. Mimi kwanza, mimi naweza nikawashauria vijana wenzetu hapa kwetu kambini kwa sababu unajua vijana, kuna kazi fulani fulani utakuta kama ni bu, ni buboda boda wanaegemea huko huko, utakuta ni kazi za studio wanaegemea huko huko. Kwa hiyo wao wanaangalia, wao wanaangalia zingine engo, kwa sababu unajua vijana wengine wafikiriaga unaweza kufanya kitu fulani fulani, kumbe wanashindwa kuelewa kama ni quality eh, huyu kijana amesha yani ameshavurugwa. Hapana, maana fashion mode ni kitu ambacho kinalipa sana hapa kambini ya Ruguru. Sasa Tuambie kwanza ushawahi kuimba hadharani? Mimi kuimba hadharani shaga, wewe kuimba kabisa. Sa watu sasa walikuchukuliaje sasa unaimba hadharani? Watu walinichukulia yani ni ubunifu fulani hivi, kwa sababu sio kila mtu ambaye anaweza kaimba hadharani. hadharani? Yeah. Unaweza kukumbuka wimbo ambao uliimba hadharani? Yes. Tuimbie basi hata kidogo. Ya yeah. Kuna walo niumiza tokana za tongoza ila wa kweli wachache nikaachana nao, nikaona bora we ni taule ya moyo. kuna walo mtu akiwa na kuhitaji kupeleka hata na studio, vipi? inaweza kawaje? uhakika naweza nikaenda nikapiga ngoma za kuita hapa kambi ya rugusu. Yeah. Kweli. E, mwonekano upo, jina mwonekano tu Rojo. Rojo? Rojo, naitwa Salute. Ah, uh, ni aje. Mambo yanaenda. Sana. Yaani hii inaitwaga engo yenyewe. Engo yenyewe. Ni afu ni afu ni mdoli wa Mungu bwana. Yeah. Au una una asili ya kuwa mlinzi Amna, semeni zaidi kutoka kwa mamangu, kwa hiyo wanaipenda sana. Yeah, yeah, yeah, kuna mbwa wengi sana. Kwetu amna mbwa, kuna midoli. Sasa mwanangu, mi nikuona katika mazingira ya mazia, mazingira ya hapa, mwanangu vipi, kuna ishu gani? Yeah, tu po location. Po location. Yeah. Okay sawa. Vipi, kwanza wewe unajishughulisha nini? Yeah, mimi ni designer. Designer. Ndio <laughs> madesigner ni wengi mwanangu. Kuna madesigner wa kuchora, kuna wengine wa kushona, wakushona simbayo, yeah, inatengeneza nguo. Nguo. Ndio. Yaani yani, mm, yani unakuwa na zile fashion flair, alafu ndo unatengeneza. Yeah, yani nakuna vitambaa, alafu natengeneza nguo. Hivi nimekuuliza jina lako? Bado, jina. Unaitwa Sunzu. Sunzu. Ndio. Ah, manake Sunzu. Manake Sunzu ni kijana anayejielewa. Ah, kweli. Sasa Bwana Sunzu, ushawahi kuimba hadharani? Hamna. Unajui? Kabisa. Kwa nini? Mimi si mwimbaji na sina hicho kipaji. Sasa kipi ambacho unachokipenda sana? Yaani ukiwa umetulia nyumbani au ukiwa una design vitu vyako odzaidi pipi. Pipi. Ya mziki upo, mziki upo lakini muda wa kazi wa spinaji kusikia mziki ninaupenda zaidi. yeah, ni wimbo moja wa nani? Wa, na ni, wa Jay-Z. Jay-Z, ya msanii wa Marekani anaitwa, ah, Forever

anafanya yeah. na na kwa sababu yeah. Mimi na mambo mengi asubuhi, naamka naenda gym, nikitoka gym ya naenda naenda kufanya football, naenda kufanya mazoezi ya mpira na then kirudi ndo zangu saluni kufanya kazi. yeah. kwa sababu nimeona mwonekano wako ni kama mwonekano wa watu ambao wanacheza basket. Ndio. Eh, sasa hivi umewahi kuimba hadharani? Kuimba. Ni shawahi sumo mara moja. Sasa, ulikuwa unaimba wimbo gani sasa? Yes. Mimi. Mimi sometimes mwaga sana naimba nyimbo za wasanii wa Marekani, Marekani. Yes. Kama nani? Ya um, Pop Smoke. Ya waga na pindilia sana Pop Smoke, kuna Extinction, kuna Juice World, kuna The Kid Laroi, wapo wengi, tuna wengi. Sasa,

Hivi kamera kwa Kiingereza inaitwajishaaw mwanangu, tene mitaa kule, kuna watu wamejificha mwanangu. Yaani huku uh, kuna, kuna watu wamejificha huku mwanangu, na kama vile hataki kutoka ndani waa. Well, ni aje mwanangu uh, sana. Nakuona mwanangu. Ah, tupo hapa tunapambana boss. Naona mwanangu unatengeneza vitu, si, vitu, vitu, vitu fulani, hivi. Eh, bwana, tupo location. Hivi viputo vina maana gani mwanangu? Ah, hivi maana yake ah, ni urembo tu yaani kubadili maanza alitoa. Wow. Yeah. Hii hapa ina rangi gani? Ah, hii hapa ni rangi ya Jojo. Ah, sema tu nimesahau kuuliza jina, unaitwa nani? Inaitwa Maja. Maja. Yeah. Okay, Maja. Sasa Maja, ushawahi ushawahi kuimba hadharani? Ah, ah, bado. Hujawahi? Ila nyumbani una kiredio <laughs> kiredio kipo? <laughs> Ah, kipo kipo kipo, sijawahi. <laughs> kwenye kwenye hili ndio chako uliweka nyimbo gani sasa? Uh, mi muda mwingi na uwaga napenda kusikiliza kwaya sababu. Kwaya, yeah, kwaya ni, ni nyimbo ambazo uwaga zinanivutia sana pia zinanifariji. Kumbe wewe ni mlokole? Yeah. <laughs> kwenye hii Pasaka na wewe ulishiriki Mapema sana. Na kwenye meza ya bwana uli... Ah mimi, nimebatizwa kabisa. Basi si kwenye kiredo chako waimbaji gani ambao uliwawekaga kwenye kiredo chako wa kwaya? Ah waimbaji gani? waimbaji ni wengi bro. unakumbuka wangapi? ambao naokumbuka, ndugu yangu, kuna wimbo mmoja wa Ivete. kwanza wimbo wangu unanifurahisha. Ivete Ivete, anapatikana YouTube Ivete, basi tuimbie wimbo hapo kwenye kuimba kwe sasa ha, hapo ndo mtu asikie <laughs> sauti yako, kwa sababu unajua unaweza kupata bahati ya management hey. Hey. Hey, hapo sasa mwenye kuimba unataka mimi nicheke sasa. Hapana. Sauti yenyewe hii, aya kuunga unga. Nichekwe sasa usingejitahidi. Hamna kwenye kuimba hamna kabisa. Hivi wewe wewe we unaweza kuimba? Mimi tena sana. Hebu ah, jaribu na wewe. Brother, unajua nini? Hebu fanya kitu kimoja siku nyingine mimi nitakuja kukuimbia kabisa. Mwanangu? Kimbia maiki mwanangu, njoo kwa kidogo mwanangu, najua <laughs> ni, ni, ni mwana TV mwenzangu mwanangu, wepo kule mwanangu, kule pale mwanangu, inakutola kule, unavuta bangi sana. Ukiona mtu amevaa ile kofia anaenda sokoni kwemea. ah, okay. Sasa mwanangu, mambo vipi lakini? Good. Mishi zinaenda? Kama kawaida. Vipindi umefanya vingi? Sana. Nimetosheka lakini. Hatujatosheka mpaka nitakapofanya kipindi na wewe. Kweli? Yeah. Na wewe unahitaji kunihoji mimi kama nilivyokuhoji wewe. Ah, yeah. Sasa bwana. Mm. Iwe nyumbani unakuwa na kiredio? Na kiredio changu eh, kipo. Kuna kisabufa. Tena na kwenye simu, simu yako huwezi kukosa nyimbo. Eh, yeah. Tena bwana, si kweli? Muziki ni ni, vitamini. Yeah, yeah. Sasa basi. Mm. Ni hivi, ushe kuimba hadharani? Mimi ndio

Asante. Nashukuru sana mwanangu. Yaani okay. But... no. <laughs> <laughs> Hicho yani. Sasa bwana, kwenye pita, pita zangu nimeona una kamera, yes. Nikasema cha nikufuata kidogo ili nijue kinachoendelea katika mazingira hapa ya. Ya, ambapo tulipo mwanangu mm. Hii TV yenu kwanza inaitwaje? Abedi TV.

Wewe ni mtu wa TV yes. Lazima unapokuwa una edit vipindi kuna mm, ile inakuja kwenye, ili msikilizaji asikie vizuri, kuna kale ka sound track unaweza kumwekea, ili yeye anasikiliza maneno pia nakamziki kwa mbali. Sasa wewe unapenda sasa kuweka eh, sound sound ipi sasa ya s melody? Mimi kwa, kwa tu, sababu tu ah, gani <laughs>

Rosmondo mm -hmm. na msikiaga tu. Bati bukuku. Wote na msikiaga wote. Nani marita ama ipaje? Wote <laughs> na msikiaga hivyo hivyo. Yani, katika wani nimekutajia yeah. <laughs> Yani, yeah. Imba wimbo mmoja katika hona. Sijui kabisa yani. Sijui hata wimbo mtu mmoja. Jitahidi sasa. Sijui hata wimbo mtu mmoja. Kuna nyimbo ya Rosmondo imetrend sana TikTok. Na isitoshi na wewe kwenye simu yako una account ya TikTok u niiiakitu mbchousiwazi mwanangu, tunatembea hivo hivo, ki kiushikaji mwanangu. Habari mzima. Naona jinsi umevaa kama wa Nigeria, wa asili yako ni ya Kinigeria? Amna sisi yangu sio Nigeria. Ni wapi? Eh, ni huko mtu ndani mtu. Ila, ila unaiga style ya Nigeria. Eh, nimeiga maana mimi sio Nigeria. Kama nyingi naweza ona kwenye nyimbo za Mr. Flavor yule wa Nigeria. Au sio? Eh, mimi nimeiga mimi sio Nigeria. Kwa sababu majuzi katikati kwenye Mastaz TV tulikufanyia exclusive plan hivi, ila sema tu mimi jina lako sikujikalia vizuri, jitambulishe tena pia jina lako. Naitwa Darlin Queen. Darlin Queen. Sasa Darlin Queen, ushawahi kuimba hadharani? Nishawahi. Watu walikuchukuliaje ukiwa unaimba hadharani? Sijui walichukuliaje kwa sababu ilikuwa sio hapa camp. Kwenye kikundi kitu fulani. Sasa najua zamani kulikuwa kuna kundi kundi bwingi bwingi zamani. Ile vikundi vingi. Sijui tufanye nini? Maana zamani sijui walifanya nini njai kwe mizidi sielewi. Sasa wewe nyuma unakuwa na kiredio be nyuma unakuwa na kiredio eh, waga, ni nyimbo ipi sasa? Sasa waga, unapenda kusikiliza sana kwenye kiredio chako, nyimbo gani unapenda kusikiliza, eh, kwenye kiredio chako? Ya msanii au ya mtu tu kawaida? Yani yoyote tu, napenda kusikia kwa sasa hivi. Napenda kusikia ngoma moja tu ya Mboso na Darasa ya Darasa na Mbusu tu, Darasa ambaye amechana hiyo tu kidogo. Basi tuimbio ngoma ya darasa na Ah uh, miss na, miss juu kuimba. Kwa hiyo mimi nimesikia kuna ulimbaga hadharani. Ulimbaga hadharani. Sasa na sisi hapa tupo hadharani. Nishachaga. Tuwekee sasa. Sasa kidogo basi. Yoyote basi imbo yote ambayo unaijua hapo sikichwani. Hata hiyo ya kwako tu basi ina shida. Wewe ulisema ngoma ni msanii. Nishawahi kwa msanii na nishaperform tena sio hapa tu. Kwenye Yaani, stage ambayo mimi nimepanda Conta na akapanda, si unajua maana mimi nilipanda kabla Conta. Rudisha, rudisha kumbukumbu. Unafikiri wapi? Bafuni? tuimbie basi. Zako mimi naimbaga ndio, uniambie imba na niimbe. Jitahidi kidogo na tumia sii... Haina noma modo. Usiku mwema <laughs> na asubuhi njema na <in> <laughs> mchana mwema <laughs>